Ingawa sisi mara nyingi tunaonesha udhaifu mbele ya Mungu, lakini Mungu anatutakia kheri kwa kweli. Na hii rehma ya Mungu, ndugu Mwislamu, namna ilivyokuwa pana, Mwenyezi Mungu mwenyewe amehitaja ndani ya Quran akasema, warahmati wasi'at kulla shay, rehma yangu ni pana kuliko kila kitu na lau kama siyo rehma ya Mungu, ndugu zangu, hakuna yeyote miongoni mwetu atakayeingia peponi. Tutaingia peponi kwa sababu ya rehma ya Mungu tu, si kwa sababu ya haya matendo ambayo tunayafanya. Pepo ya Mungu ni ghali. Haya matendo ambayo tunayatekeleza mbele ya Mungu hayatoshi kutuingiza peponi, ndugu zangu. Ni rehma ya Mungu tu ndio ambayo tunatarajia sisi atatuhurumia, atatutia ndani ya rehema zake na mwisho wake tutajikuta katika Wahida TV. TV.